Na mwanahabari Zubeidah Kananu wa runinga KTN amechaguliwa tena kuwa rais wa chama cha wanahariri humu nchini. Na mkananu alipata kura 72 akimpiku mpinzani wake Yvonne Okwara, wa runinga ya Citizen ambaye alipata kura 58 sab... na katika uchaguzi ulioandaliwa leo kupitia kwa njia ya mtandao. Naibu mhariri mkuu wa runinga ya KBC Millicent Awuor alichaguliwa bila kupingwa kuwa mwanachama wa kitengo cha runinga katika baraza la chama hicho huku Agnes Mwangangi ambaye ni mhariri na msomaji wa habari wa redio akichaguliwa kuwa mwanachama katika kitengo cha redio kwenye baraza la chama hicho. Asilimia 96.3 ya wapiga kura walishiriki katika uchaguzi huo. Mm -hmm. Okay. Baada ya kuahirishwa mwezi uliopita kwa ukosefu wa idadi ya kutosha wapiga kura, chama cha wahariri cha Kenya kimeandaa uchaguzi wake Jumamosi kwa njia ya dijitali The KEG elections 2025 are officially closed. Msomaji wa habari wa runinge ya KTN Zubeidah Kananu aliibuka mshindi na kudumisha kiti chake cha rais wa chama cha wahariri cha Kenya. Kinyanganyiro hiki hakikuwa cha kujenga uadui au kuleta migawanyiko. Congratulations, Zubeida. Zubeida alizoa kura 72 dhidi ya mpinzani wake wa kipekee Yvonne Okwara wa runinge ya Citizen ambaye alipata kura 58. As you all know this has been a very spirited campaign, and while I may have hoped for a different outcome, I accept this result with grace, and I remain proud of the message that we carried in this campaign. That is one of renewal, of credibility, and of collective purpose. Zubeidah alitoa wito wa ushirikiano miongoni mwa wadau wa sekta ya vyombo vya habari katika kukabiliana na changamoto zinazowakumba wanahabari hapa nchini. Katika miaka iliyopita tumeshuhudia madhila tu yakitekelezwa dhidi ya wa wanahabari humo nchini. Tumeona wanahabari wetu wakidhulumiwa, tumeona wanahabari wetu wakiumizwa. Kwa hivyo letu tu ni kujitolea kuweka sera ambazo zitajenga tasnia yetu na kuilinda dhidi ya mwingilio wote. Naibu wake atakuwa Francis Openda. Naibu mhariri mkuu wa shirika la utangazaji la Kenya KBC Millicent Awuor amechaguliwa bila kupingwa kuwa mwanachama wa baraza atakayewakilisha wanahabari wa runinga, huku mhariri wa habari za redio wa shirika la KBC, Agnes Mwangangi akijishindia nafasi ya mwanachama wa baraza atakayewakilisha wanahabari wa redio baada ya kumshinda Topista na Busoba. Linda Bach alichaguliwa kuwakilisha wanahabari wa magazeti huku Kenfrey Kiberenge akichaguliwa kuwakilisha wanahabari wa mifumo ya dijitali. Tilio Marco, dira ya Magwiji.